Tuachane na hayo tuangazie haya, ambapo wasiwasi umetanda katika kaunti ya Baringo baada ya watu wawili kuuawa kwa kupigwa risasi na majambazi eneo la Loberer kwenye barabara kuu ya Marigat Chemolingot mapema wiki hii. Wakati wa mkutano uliowaleta pamoja wakazi, kundi la maafisa wa usalama kutoka Baringo na wabunge kutoka eneo hili kuweka vizuizi vya barabarani ambavyo wanadaiwa ku kutu washutumu polisi wa eneo hilo kwa kuitisha ama kutoza ada kubwa kutoka kwa wamiliki wa magari ya kibinafsi ambao huilo huyu hapa Abdiaziz Hashim na kina cha taarifa hiyo. <totipa> <totipa> Msururu wa visa vipya vya ukosefu wa usalama katika kaunti ya Baringo, ambavyo vimeshuhudia watu wawili wakiuawa na majambazi eneo la Loberer kwenye barabara kuu ya Marigat Chemolingot wiki hii, umesababisha hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Nilishuhudia wakazi wakimiminika barabarani kuandamana, kuelezea wasiwasi wasi wao kuhusu ukosefu huo wa usalama. Sawa, sawa. Na kufuatia maandamano yao, mkutano ambao uliohusisha maafisa wa usalama, viongozi kutoka eneo hilo, la wazee ulifanyika kushughulikia suala la ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wakati wa mkutano huo, wa wakazi waliwalaumu maafisa wa polisi kwa ulegevu. hatukuja kwa mambo ya development Baringo tu. Mimi tulisimamishwa, mko na nini? Mchanga yaani? Leta barua ya kuonyesha mnakanyanga hii barabara kidogo, saa hiyo sasa umbe hawa jamaa waka bu we askari, akakimbia akatuacha hivyo hivyo. Entire security team wakafanya uchunguzi wakafanya uchunguzi, mtu mmoja akashikwa akapelekwa kotini kutoka kotini mpaka sahizi hatujajua ilienda namna gani. Katika utetezi wao kamishina wa kaunti ya Baringo Sangolo Kutwa alisema polisi wamepata taarifa muhimu zitakazohakikisha wahalifu hao wanakamatwa wana na kushtakiwa. Tunatafuta huyu mkora ambaye anaharibu. Wametusaidia sana kwa njia eh, fulani kuweza kutafuta wakora. Jamii zingine zimeweza kutusaidia kwa hivyo ndio unaona sasa eh, sisi tumeangazia mkora. Mbunge wa Mogotio Ruben Kiborek, mwenzake wa Eldama Ravine Musa Sirma na mbunge wa Baringo Kaskazini Joseph Makilap walitoa wito wa utulivu, wakiwataka wakazi kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuzua migogoro kati ya jamii kwenye bonde la Kerio. Criminals must be pursued to their hideouts, to their gifts, to their homes. Jamii ya Pokot si wote ni bandits. Samia Tugen si wote ni bandit. Jamii ya Aror si wote ni bandit. Ni wakora mbili tatu ambaye ni bandit. Tusiende tukalamsa community mzima na tuweze kukua tunaona community mzima kama ni wakora hapana. So what we want, kitu ambaye nataka tuweke kitu moja, ni kufuatilia. Yala ambaye hata mheshimiwa Kiboreka amesema. Tusiangalie jamii